Sisi ni miongoni mwa vijana ambao tumehusika kuhusu masuala haya, ufugaji wa nyuki, uhifadhi wa mikoko, miongoni mwa vijana ambao tumejiajiri katika swala hili. Tumepata elimu, tumepata kujua jinsi gani ya kuhifadhi vitu. Kuna baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Kama katika masuala ya nyuki, nyuki sana wanakuwa wanakimbia katika mabanda yao haya ambao nayaona hapa. Masuala ya koko haya tunaohifadhi koko pia na changamoto za kukatwa, ambazo kuna watu baadhi ya watu katika jamii zetu humu wanakuwa wanatoka katika makazi yao na kuingia katika maeneo wanakuwa wanakata ama wanarudisha nyuma sana katika swala hili, na pia hatuna jinsi ya kufa, kwa sababu sisi tunataka ushirikiano na wanajamii, na pia wanajamii katika jamii yetu pia wana ushirikiano mkubwa. Kama sisi inakuwa ni ngumu kuweza kuhimili watu ambao watu wenyewe nakuta mtu ametuzidi kwa kila kitu. Sisi tumefanikiwa kupanda mikoko elfu kumi na vitalu mia nne na pia tumefanikiwa kupata mizinga ya nyuki kumi na nne na tumeokota takataka nyingi tu, na pia tunaomba serikali tusaidie vifaa, nguo za kuvaa katikati wa kushughulikia nyuki. Kwa hiyo tunataka jamii tue na ushirikiano ili tupate kuhifadhi mazingira vizuri na tuwe na umoja katika kuhifadhi nyuki.